Daktari akawa akiniangalia kwa mshangao, ni wazi alisubiri niongee neno. Mimi bado niliangalia kule ndani, huku nikitetemeka, sikuzungumza kitu. Kuna tatizo gani bwana Joseph? Baada ya dokta kuona nimeshindwa kabisa kuzungumza, akanipiga swali, nikabaki nikimnyoshea ule mwili wa yule mzee kidole. Kwani kuna nini kimetokea mzee? Sasa sindo, ikabidi nianze kumsimulia daktari. Akabaki kantumbulia macho pasina kuamini kile nilichokuwa nikimsimulia. Daktari akausogelea ule mwili ambapo mimi nilimfata kwa nyuma, akaufunua. ulikuwa katika hali ile ya mfu, hata akuangaika kuupima, akatingisha kichwa na kutoka zake. Nikarudi zangu nje na kuketi. Sasa rundo la maswali yakarindima katika kichwa changu. Wakati nikiwa katika maswali yale, ghafla gari ikawasili, nikaona wale ndugu zake wameshuka, wakasema wamekuja kuchukua mwili wao alikuwa ni mama mmoja na wakaka watatu, ndo hao hao walioongozana na yule daktari wakati wakimleta mochwari. Basi nikawauliza mmeshazungumza na daktari, wakanijibu ndiyo. Basi tukasaidiana mimi na wale wakaka, tukautoa ule mwili tukaupakiza ndani ya gari. Waliokuja nao vijana wawili, wakakaa nyuma. Kijana mmoja ambaye ndo dereva na yule mama wakaenda kukaa mbele, gari ikaondoka hawakuniacha bure, wakanipa ela ya soda. Baadaye nesi Magdalena akaja. Huyu ni nesi aliyokuwa kama mwangalizi mkuu wa maiti akiwachoma sindano kusudi maiti zisiharibike. Yeye ndo alikuwa ana idadi yote ya maiti walioko kule mochwari, na yeye ndo aliyekuwa mwangalizi pekee wa maiti katika hospitali ile. Mwanangu Magdalena, ule mwili wa yule mzee umekuja kuchukuliwa kwa nini lakini, mzee, ukaruhusu ile maiti ikachukuliwa wakati haijalipiwa pesa ya matibabu? Lakini amesema ashamalizana na daktari na karuhusiwa achukue. Kwa nini usingeniambia mimi? Lakini mimi si ndo nahusika na maiti hawa, na mimi ndo inatakiwa niruhusu mwili utolewe, kwa kuwa na takwimu nzima, yupi yupi ana matatizo, unagharamika hapo, mzee. Kwanza si walisema watakuja kuuchukua huo mwili kesho? Kimbelembele gani kimewafanya waurudie? Nesi Magdalena alikuwa ni mwanadada mwenye maneno na mdomo mchafu sana, japo ni binti mdogo ambaye anaweza kuwa hata binti yangu. Alinisema na alinitukana. Basi mimi sikumjibu kitu, nilimsikiliza akaongea mpaka akatosheka, akaingia zake ndani. Punde wale wadada wawili wanaofanya usafi wakaja wakaingia kumsaidia kuchoma ile miili sindano na kuipaka madawa. Mimi nikatulia zangu nje. Jioni mwenzangu akaja, nikamwelezea kila kitu juu ya yule mzee aloletwa asubuhi wakiongozana na wale wakaka watatu na mdada mmoja wakahaidi wangerudi kuwachukua kesho. Matokeo yake walirudi mchana na kunambia wamemalizana na daktari, hivyo wanataka mwili wao. Mimi nikawaruhusu wa uchukue, pia nikamwelezea jinsi Nesi Magdalena alivyomtukana. Mzee mwenzangu akanambia nisijali, kikubwa nisije nikaruhusu mwili kutoka bila kuonana na huyo nesi maarufu kama mlezi wa maiti. Pia akanipa na namba zake za huyo nesi ili nimpigie tatizo kama hilo likitokea. Basi mi nikarejea zangu nyumbani, ila ile ela ya soda niliyopewa sikujua ilipotelea wapi. Nilifika nyumbani nikamweleza kila kitu mke wangu, alinipa pole. Pakustaajabu akastaajabu pa kushangaa akashangaa, akapika tukala, tukalala. Hatimaye siku ile ikapita. Ni siku ya tatu hiyo nalinda mochwari tena, asubuhi, mchana, jioni nimekumbwa na maswahiba makubwa hivi. Je, usiku inakuwaje? Basi tuendelee. Siku ya nne nikaamka salama. Baada ya kunywa chai, nikaelekea zangu kazini, moyoni nikiwa sijui nitakutana na lipi jipya mwenzangu akanipa lindo naye kuondoka. Nilikaa, ilipofika mida ya saa nne asubuhi nilishtuka. Kwa mbali nilipowaona yule mama na wale kaka watatu ambao nilijua kama ni watoto wa yule mzee, wakija huku wakiongozana na nesi Magdalena. Walikuwa wakija resi sana. Ile kunifikia nesi akaanza, wimsee, si ulisema hawa jana walikuja kuchukua mwili wa mzee wao? Ndiyo, kwani ni nini tena kilichotokea, wanangu? sisi? Saa ngapi jamani? Nyinyi jana, si mlirudi mkamchukua, nami niliwasaidia tukampakiza kwenye gari. Hapana, utakuwa umekosea sisi. Una uhakika sisi? Tulisema tukakae familia, tukusanye fedha, leo ndo tuje. Inakuwaje tena useme tuliuchukua mwili wa baba? Pale pale yule binti akaanza kuangusha kilio akisema anamtaka baba yake kwangu. Haya hakika yalikuwa mapya. Basi wote tukachukuana mpaka kwa daktari mkuu wa ile hospitali ambapo aliwaruhusu waende polisi. Baada ya dakika chache, walirejea na polisi. Hakika nilijua nitachukuliwa, ila wale wakatoa maelezo yao, nami nikatoa maelezo yangu. Daktari na polisi sijui waliongea nini, wale watu wakaambiwa waje baada ya siku tatu. Wakaacha na namba zao pale hospitalini, wakiambiwa uchunguzi unafanyika, wasiwe na wasiwasi. Baada ya wale ndugu kuondoka, nami nikaambiwa nikaendelee na kazi. Nikatoka kule ofisini na kwenda kule mochwari, ila naingia ndani, hakika sikuamini. Nilimkuta yule mzee akiwa kakaa kitako akinicheka pale pale. Giza lilinitawala, sikujua ni saa ngapi. Nilidondoka chini na kupoteza fahamu.